Sasa tumesema siku ya leo tukisherekea baba amerudi, na nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo, tujue mwelekeo. Sio sisi si, si watu wa kufuata watu ovyo ovyo, tunafuata watu wana sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo na vilevile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya. Sio ile katiba tulileta ya, ya, ya, ya, ya chungwa ndio ilileta ugatuzi katika taifa letu. Ugatuzi tumeleta lakini haifanyi kazi sawasawa, kwa sababu pesa haijatolewa Nairobi kuja hapa chini. Pesa inakaa mingi kule Nairobi, tunataka kuona kama pesa inatoka Nairobi ya kutosha na inatumia vizuri hapa katika serikali ya kaunti sawasawa so, so.